Ndege ya Air France Boeing 777-300ER flight nambari AF750 ilirejea Paris Orly bila kutarajiwa baada ya abiria kupoteza simu yake ya mkononi. Tukio hilo linaangazia wasiwasi unaoongezeka juu ya hatari ya betri ya lithium ion kwenye ndege, na kusababisha hatua kali za usalama kutoka kwa mashirika ya ndege ulimwenguni. Mnamo Machi 21, ndege ya Air France iliondoka kutoka Paris Orly kuelekea Pointe-à-Pitre, Guadeloupe, ikiwa na abiria 375 na wafanyakazi fupi baada ya kupaa, abiria aliripoti kupotea kwa simu yake. Licha ya jitihada kubwa za cabin crew na wasafiri wenzake, simu hiyo ilikosekana. Marubani waliweka kipaumbele usalama wa abiria, waliamua kurudi Paris Orly. Ndege hiyo ikiwa tayari imefika kwenye ufuo wa Ureno, iliingia katika mfumo wa kushikilia, yaani holding pattern, kwa jaribio ya moja la mwisho la utafutaji kabla ya kubadili mkondo. Ilitua tena Orly takriban masaa mawili baada ya kuondoka. Shirika la ndege lilipanga kurejesha simu na kuendelea na safari mara tu ukaguzi wa usalama utakapomalizika. Betri za lithium ion zinazopatikana katika vifaa vya kila siku kama vile simu mahiri na benki za umeme huhatarisha moto zikiharibika au kupashwa joto kupita kiasi. Mashirika ya ndege yametekeleza miongozo madhubuti ya kuzuia matukio ya ndani, huku wengi wakikataza abiria kutoza benki za umeme ndani ya ndege au kuziweka kwenye overhead compartments. Simu za rununu haswa hutoa hatari ya kipekee zinapopotea ndani ya viti vya ndege. Ikiwa simu itakuoma katika utaratibu wa kuegemewa kiti, inaweza kupondwa na kusababisha jambo linalojulikana kama thermal runaway, moto wa betri unaojiendesha yenyewe ambao ni vigumu kuuzima. Kwa kuzingatia nafasi ndogo ya kabini la ndege, moto kama huo unaweza kusababisha hatari kubwa. Ili kupunguza hatari za usalama, abiria unapaswa kuchukua tahadhari zifuatazo. Weka vifaa vya kielektroniki katika maeneo yanayofikika kwa urahisi. Epuka kuchaji benki za umeme au vifaa bila kutunzwa. Wajulisha hudumu wa kabin mara moja ikiwa simu itakapopotea kwenye kiti. Hifadhi benki za nguvu kwenye mizigo ya kubebea, lakini sio kwenye kabin compartments. Mashirika ya ndege yanaendelea kusasisha hatua zao za usalama ili kupunguza hatari za moto, kuhakikisha usalama wa abiria unasalia kuwa kipaumbele cha kwanza. Wasiwasi juu ya betri ya lithium ion kwenye ndege siyo msingi. Ndege ya hivi majuzi ya shirika la ndege la Hong Kong toka Hangzhou ilishuhudia moto katika sehemu ya juu. Iliripotiwa kusababishwa na benki ya umeme iliyozidi joto overheated kwenye begi la abiria. Wafanyakazi wa cabin walitenda upesi, wakitumia vimiminika vilivyopatikana kuzima moto huo kabla haujasambaa. Mashirika makubwa ya ndege yamejibu hatari hizi kwa kutekeleza sera kali. Kuanzia April moja, mashirika ya ndege ya Singapore na Malaysia Airlines yatapiga marufuku kucharge power banks ndani ya viti. Baadhi ya watoa huduma pia hukataza kuhifadhi benki za umeme kwenye mapipa ya juu, kuruhusu wafanyakazi kuzifuatilia kwa karibu iwapo kuna joto kupita kiasi.